Shalom, shalom mwana wa na Mungu na kusalimu kwa jina la Mungu aliye hai. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo na uko nami Madam Johanitha Jeremiah mwalimu wa neno la Mungu. Na leo hii tutajifunza kwa habari ya lango la fursa namna ambavyo unaweza ukafungua na kumiliki lango la fursa, namna ambavyo Mungu anatumia lango la fursa katika maisha yetu kutufikisha katika hatima aliyoikusudia, namna ambavyo shetani anatumia ili lango au, ana mbinu anazotumia kuhakikisha kwamba hatupati hizo fursa ambazo zimeachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lengo hili au lengo la lango hili ni ya kwamba upate kutambua mikakati ambayo unaweza ukaifanya ili kumiliki lango lako la fursa. Na katika utangulizi, na tamani ya kwamba uelewe, kila mmoja kuna fursa ambayo anahitaji kukutana nayo ili iweze kumfikisha mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ikiwa wewe ni mhitimu umesoma ni sawa uko, una elimu na kila kitu, lakini kuna fursa itatokea ya kwamba utapata nafasi ya kuweza kufanya kazi katika kampuni fulani. Je, hiyo kazi uliipataje? Inawezekana kuna mtu alikuambia kwa habari ya hiyo kampuni, au ni wewe mwenyewe ulisikia msukumo ukafuatiria, au ni matangazo uliyaona. Kwa lazima ujue, ulikuwa katika lango la fursa ambalo lilifunguka kupitisha kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika lango la fursa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaachiliwa pale, ambavyo kimsingi Mungu anaviachilia, lengo kubwa ikiwa ni kuweza kukusaidia wewe, mwana wa Mungu, kupiga hatua na kufikia hatima iliyokusudiwa. Kwa kwa ufupi, lango la fursa ni mlango ambao Mungu ameiweka, ni lango ambalo Mungu ameliweka, laweza kuwa ni mbinguni, duniani, ambayo Mungu anaweka katika maisha ya mtu ili aweze kufanikisha makusudi yake hapa duniani. Kwa hiyo lango la fursa ni nafasi ya ukuaji wa kiroho, ni ukuaji inapitisha ukuaji wa kiuchumi, kiuongozi, ufanisi na kila kitu ambacho unakifanya kinahitaji lango la fursa. Mwanawesu asifiwe. Na mara nyingi fursa inajitokeza kama tukio inaweza ikajitokeza kama mtu, inaweza ikajitokeza kama elimu au hali fulani itakayokuwezesha wewe kutekeleza mpango wa Mungu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na nyote mtakuwa ni shahidi ya kwamba kuna kitu ambacho leo hii unakifanya, lakini kuanza kwa kile kitu, kuna namna kilifunguka, kuna namna njia ilifunguka. Inawezekana ni kwa kitu kidogo tu, au nimsikia Johanitha anafundisha kitu fulani, ghafla akilini mwako ukaijiwa na wazo kwa nini hichi kitu nisifanye hivi? Kwa baada ya kumsikia akiongea, ghafla ufahamu wako ukafunguka na kuanzia pale ukapata fursa katika jambo unalolifanya kwa sasa. Hapa e, nataka ni tusome kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa tisa. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa tisa. Neno la Mungu linasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Bwana Yesu asifiwe. Kwenya sasa, unaweza ukaona ya kwamba kuna milango ambayo Mungu anaifungua kama fursa katika maisha yako, lakini inaambatana na vita. Na mlango mmoja wapo ni mlango wa fursa fursa. Uh, as long as milango la fursa linakuwa lina, lina limebeba vita, kama usipokuwa makini na unaweza kukosa fursa. Kuna watu wengi sana wamekosa fursa kubwa kwa sababu ya vitu vidogo tu, vitu vidogo. Anajuta mpaka leo kwa sababu alipishana na fursa. Sasa namna ya kulifungua lango la fursa na kuweza kulimiliki. Namna ya kuweza kufungua lango la fursa na kulimiliki, kitu cha kwanza, wewe mwenyewe unatakiwa uweze kuwa mtu sahihi, au ujitambue wewe mwenyewe Ufanye person discovering. Hakuna namna utapata fursa ambayo ni sahihi ikiwa wewe sio mtu sahihi. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatakiwa uwe mtu sahihi, unatakiwa uwe mahali sahihi, uwe mahali sahihi na katika muda sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoweza personal discovery kwamba kama ni fursa, labda fursa ya exposure. Lazima wewe mwenyewe uwe mtu sahihi kwa maana kwamba hawezi ukakutana na mkurugenzi fulani ukapata chansi ya kuongea naye, ikiwa hauna cha kuongea naye. Kwa kabla ya kukutana na huyo mkurugenzi unayefikiria anaweza kukuvusha, unatakiwa wewe ukae na uweze kuwa kufanya personal discovery na ukaweza kujitambua kwamba wewe ni nani. Tunarudi kwenye somo la kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Fursa yote itakayokuja nje na, na, na kusudi na kwako, haitakufaa ndio maana kuna vitu vingi wengine unaweza ukafanya na kwa ikawa kama fursa lakini sio kwamba na wewe unahitaji kufanya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kwanza ni kuweza kufanya person discovery na kuweza eh, kuwa mtu sahihi, uwe mwenyewe, lakini kitu cha pili ni kuomba Yes. Ni kuomba na kuwa na mtazamo sahihi Kwa kuwa na muda wa maombi kuwa na muda wa kumwomba Mungu aweze kukufungulia hayo malango. Bwana Yesu asifiwe. Omba na ukawa specific, kwamba Mungu unatamani nifungulie fursa katika kitu fulani kitu fulani kadiri. Omba ndivyo Mungu anakusogeza karibu na vitu vitakavyosaidia ufahamu wako na na, na wewe mwenyewe kuweza kupata ile fursa na kuweza kufunguka. Kwa hiyo omba, kwa sababu adui anaweza asipigane na wewe akapigana na mahali ambapo patafungua fursa yako. Ndio maana utashangaa kwamba kuna watu walipokutana na watu friend, ghafla vita ikainuka sana na wakati mwingine wanasema kwamba muda wao ulikuwa umeisha, lakini kumbe wakati mwingine adui aliwaondoa kwa kujua kwamba wale watu ni fursa katika maisha yao. Kwa kitu cha pili e, omba sana. Lakini kitu cha tatu, jiandae kiroho na kiakili. Yaani hapa kwa vijana, jiandae kimaarifa na kiujuzi fursa yoyote. Um, kuna msemo huwa uh, unasema ya kwamba yani bahati ni pale ambapo maandalizi yanakutana na fursa. Yaani bahati ni pale ambapo maandalizi yanakutana na fursa. Kwa mfano, wewe una kipaji cha kuimba na unataka uwe mwimbaji wa kitaifa. Na sasa e, umekuwa ukinoa kipaji chako na imefika siku labda ni siku ya sherehe kubwa sana na kuna watu wengi wa muhimu sana, umepata nafasi ya kuimba kwa dakika moja, ukaimba vizuri sana ukaperform na kila mmoja aka appreciate kile kipaji chako na akawa tayari maybe kufanyia vitu vikubwa sana, unaona. Kwahiyo hapo ni kwamba wewe ulijiandaa kwa nafasi yako, na fursa ikakukuta pale ambapo tayari umejiandaa, ndipo ukapata ile nafasi. Kwa hiyo what happens kwa vijana wengi ni kwamba e, tunashindwa kujiandaa. Unaweza ukashindwa kujiandaa ukaja ukutana na fursa katika wakati ambao hauna maarifa ya kutosha, hauna ujuzi wa kutosha. Kwa hiyo unakuwa una disqualified kwa sababu haujajiweka hauja katika position ya kupata ile fursa. Hakuna namna utapata hiyo fursa kama haujajiandaa. Kwa point number three, ni kujiandaa. Point number four, kushirikiana na watu. Lazima pia e, ujifunze kuweza kushirikiana na watu, vitu kama networking, na watu wenye maono mentors viongozi wa kiroho na kimaisha, hiyo itakusaidia wewe kusogea kwenye lile lango la fursa yako. Bwana Yesu asifiwe! Kwa sababu chochote unachotaka kiko kwa watu, chochote unachotaka kiko kwa watu. Unatafuta kazi lakini iko kwa, kwa mtu unatafuta uh, exposure lakini iko kwa mtu. Unatafuta connection lakini ni mtu atakuconnect kwa lazima, ujifunze uh, skills za networking na ujue kwamba hakuna networking itakukuta ndani. Unaweza ukaomba kila kitu na ukajitayarisha, ukishamaliza, toka, nenda nje. Unapohisi kwamba hapa wanaimba, nenda ukaimbe. Unapohisi hapa wanafundisha, wanasikiliza, nenda kafundishe. Unapohisi kwamba hapa wanafanya maybe vitu fulani ambavyo mimi ninavifanya, nenda ukavifanye, ili wavione wale watu. Bwana Yesu asifiwe. So number four, kushirikiana na watu. Number five, kuchukua hatua sahihi kwa wakati sahihi na haraka. Kwa hiyo point number five, chukua hatua sahihi kwa wakati sahihi haraka. Sasa unaweza kuwa umejiandaa ukakutana na watu sahihi na ukahitajika uka sasa kufanya hatua fulani. Bwana Yesu asifiwe. Labda application ya kitu fulani ukaonyeshwa hiyo na kweli ndani yako ukasikia moyo unakwambia this is for me. Lakini ghafla ukaanza kusita, ghafla ukachukua muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla ukaingiwa na mashaka, ghafla ukaanza, mwisho ule muda ukaisha, unakuja kuji eh, ku, ku, kurudiwa na ile ufahamu wako, unaona kabisa ushachelewa. Jua kabisa kwamba hapo utaikosa hiyo ofisi. Kwa hiyo chukua hatua sahihi kwa wakati sahihi, kwa sababu fursa sahi inafunguka katika majira sahihi. Yani, kwa mfano kama we, ume na mtu saa sita kamili alafu, then wewe ukaja saa saba kamili, saa sita kamili hautamkuta kwa lazima. Kama vijana tujifunze kwenda na muda, kufanya vitu sahihi kwa pale fursa zinapotokea. Vijana wengi ni wavivu na hawako tayari kabisa kushughulisha hizo akili. Namba sita kushikilia mahusiano yako na Mungu. Lazima ujue kwamba e, Mungu ndiye chanzo, ndio chanzo cha fursa sasa usitafute fursa nje ya Mungu. Lazima umshikilie Mungu ambaye ni fursa. Kuna fursa zingine zinatokea nje ya Mungu, unashangaa mbona wale hawamwamini Mungu na bado wanafanikiwa, lakini let me tell you kwamba mafanikio sahihi ni yale ambayo yako ndani ya Mungu, kwa sababu hayo ni mafanikio ambayo sio, ambayo yatakufanya ujute Bwana Yesu asifiwe. Ndo maana ukisoma katika mstari fulani hapa, ntautafuta ni kwamba e, baraka ya Mungu haichanganyi huzuni nayo. Lakini baraka, e, aliposema baraka ya Mungu, ina maana kunaweza kuwa kuna baraka pia ya shetani. Kwa shetani akikupa chochote, ujue kuna namna utakilipia. Na mara nyingi atakupa kitu kwa wakati atimize ajenda zake. Akimaliza kukutumia atakuacha katika majuto, katika magonjwa, katika masononeko, katika kujilaumu, na atakuacha, ataenda zake, lakini mwisho hutaweza eh, kurithi falme wa Mungu. Kwa lazima ujue ya kwamba lazima ujue kwamba kwa Mungu ndiko kwenye furaha. Sasa tuangalie shetani anavyo tu, anavyofunga au kuinua vita kwenye lango la fursa. Kitu cha kwanza ambacho shetani anakitumia ni kutoa au kuinua hofu na mashaka. Hofu na mashaka, adui wa kwanza ni yule wa ndani yako, yaani kabla ya huyo shetani, kuna huyu wewe wa ndani yako nasema aunavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo fursa unaziona kuanzia ndani, ukijiona mimi ni mtu utakayefanikiwa, utafanikiwa. Kwa hiyo hofu na mashaka ni silaha kubwa ambazo adui anazitumia kuweza kuua fursa nyingi za vijana na watu wengi. Kwa hiyo mara nyingi hapo utasema kwamba siwezi, sina pesa, sio sasa, sio kitu sahihi kumbe ni mpango wa Shetani kwamba usikipate hicho kitu. Kwa hiyo hofu, ghafla unashtuka, ghafla unaogopa. Kitu cha pili kupotosha akili na malengo. Eh, ghafla uliona kitu, natamani nifanye hichi kitu, nifanye application, nifanye kitu fulani. Lakini ghafla malengo yanageuka. Unakuwa ujele unakaa bila mwelekeo. Lakini kitu cha tatu kuweka vizuizi vya kibinafsi. Yaani, unakuwa eh, unakuwa sasa na tamaa he unaanza kuwa na tamaa, unaanza kuwa na ubinafsi, unakuwa na uchoyo. Kwa hivyo vyote vinazuia fursa za kuletwa. Lakini pia pointi ya nne ni kukuletea fursa au kukudanganya kuletea fursa bandia. Lazima umuombe sana Mungu, ili uwe na macho ya kiroho. Sio kila fursa ya kuja kwa kuni fursa yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kitu tachokuja unakikumbatia, lazima umuombe Mungu sahii, niendelee hii njia na kama niendee, niendee sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine shetani akishaona hawezi kuzuia, atakuletea vitu ambavyo sio sahihi, ili vya kimungu vipuuze. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hiyo sasa, njia za kulinda lango hili, la kwanza kuanza kumuomba Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliyekuwekea lango hilo. Kwa hiyo muombe Mungu ili alilinde kwa sababu kuna fursa utakutana nayo miaka kumi ijayo na itakusaidia maisha yote. Kwa hiyo inabidi uiombee ili Mungu endelee kuilinda. Sometimes unavyoomba maombi usijiombee peke yako, waombee watu waliobeba vitu vyako. Uwe wewe, aweza kuwa s -s -s -smart na ukawa vizuri kabisa lakini yule aliyebeba kitu chako akapitia vita, kumbe hiyo vita ni ya kwako Yaani shetani akaacha kukupiga wewe akampiga yeye ili usipate kile kitu hakika. Kitu cha pili jijengee yani, imani ya ndani, na wakati mwingine fanya maombi ya kukiri sema, mimi mimi ni mtu fulani, mimi nitakuwa hivi hivi, mimi nitafanikiwa hivi. Kiri yale maombi. Cha tatu eh, yani omba omba nguvu ya ndani, omba nguvu ya ndani, omba nguvu ya ndani kama ile na maamuzi ya haraka eh Omba hekima ya Mungu katika kila jambo, mwombe Mungu: nijulishe majira, nijulishe nyakati, nifunue macho ya kiroho ili nipate kuona. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi sana ambao wakati mwingine katika kufanya kwao kazi wamefanya na watu ambao sio sahihi, kwa kuiona kama ni fursa, lakini ikawa mwanzo wa kuanguka kwao. Kwa hiyo usianguke mwana wa Mungu, bali muombe Mungu akusaidie. Lakini pia, lakini pia kitu kingine ambacho shetani pia anakifanya akishaona sasa umeipata, anakuondoa uhusiano wako na Mungu. Usipokuwa usipokuwa makini, unashangaa kazi sasa imekufanya wewe usiwe mtu wa maombi tena, sio wa ibada, sio wa kutoa sadaka bari umekuwa bize na kazi, kumbe hilo ndilo mwanzo wa anguko lako. Kwa hiyo kwa kumalizia kwamba lango la fursa sio tu nafasi ya kifedha au kielimu, bali nafasi ya kiroho na ya kimaisha. Kwa hiyo shetani anajitahidi kuzuia watu kumiliki, lakini kwa imani, kwa imani pia na kwa kumshirikisha Mungu tutaweza kuweza kumiliki malango ambayo Mungu ametukusudia. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu kwa lazima uombe, lazima uombe Omba kibali cha Mungu ili Mungu afungue malango, mwambie Mungu, fungua malango. Neno la Mungu linasema kwamba nimekuwekea mlango mkubwa mbele yako, wala hakuna kufunga. Kwa hiyo neno la Mungu t natuambia kwamba chochote tacho chokifungua duniani kimefungwa mbinguni. Chochote tacho kifunga duniani kimefungwa mbinguni. Kwa hiyo mwambie Mungu inafungua lango la fursa, watu waje, waje watu wa kushirikiana nao ili niweze kuvuka katika wat wakushirikiananawa il iwezkuuaatia ua mwana wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuingie katika maombi. Wengine wamekuwa ni maisha ya kujirudia, hawanaga opportunity yoyote, hawapatagi fursa yoyote. Macho yao yameziba, wamepigwa ya na uvivu. Ujapata kuona. Yaani kijana ni mvivu, ujapata kuona. Hata ukimwambia hivi fanya hichi anaona ni shida, fanya hichi anaona ni shida, ameridhika. Ghafla ameridhika, kumbe ni mlango wa shetani asione fursa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine shetani anakufanya usiwe mtu sahihi tu jinsi unavyoongea jinsi unavyovaa jinsi unavyofanya mambo yako, anakufanya usiwe mtu sahili, usikutane na fursa. Kwa hiyo omba sana. Na wakati mwingine unaweza kuwa umejiandaa vizuri, lakini kuna vizuizi tu, hauvuki, unakwama, unatumia nguvu kupata kitu, omba kwa sababu sio mpango wa Mungu. Basi twende mbele za Mungu wa dakika hizi mbili uta then utaendelea. Mfalume Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa mafunuo yako, kwa ajili ya kujifunza siku ya leo. Tumelisikia neno lako na tumesikia kwa habari ya lango la fursa, nasi tunashukuru kwa ajili ya malango ya fursa mengi uliyowe uliyoweza kutokea katika maisha yetu. Mengine tumeyaona na mengine bado hatuyaona, mengine e Bwana umetuwekea ndani yetu sisi wenyewe ni fursa kwa ajili ya wengine. Baba tunaomba rehema na toba pale ambapo hatukusimama sawasawa kwa ajili ya vile au wakili ambao umeweka ndani yetu, turehemu e Bwana. Wengine kuna vitu tumepoteza katika maisha yetu, pengine tulifunuliwa kwa kupitia ndoto lakini hatukuelewa. E Bwana, tumeota wakati mwingine tukirudi ni mashuleni, tumeota tukipoteza vitu vya thamani. Baba uturehemu na uturejeshe Bwana, maana umesema utaturudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na madumadu katika jina la Yesu Kristo riye hai, ukaturejeshe e Bwana katika nafasi zetu, katurejeshe Bwana, katika fursa usizopoteza Baba. Tunayaombea ya malango ya fursa, kila fursa uliokusudia katika maisha yetu Baba ikapate kufunguka katika muda sahihi Bwana. Tunaomba kwa ajili ya watu sahihi kama ulivyosema amba mimi ni wa thamani na kwa namna hiyo utatoa watu kutoka mashariki magharibi kaskazini na kusini, na utaita watu ili waweze kutuletea utajiri Baba. Tunaomba hao watu walinde, uwategemeze Baba, tukakutane nao katika majira sahihi, katika jina la Yesu. Baba tupe roho wako Mtakatifu, tupe nguvu yako ya kutembea katika fursa, katika jina la Yesu. E Bwana, tunakata kila roho za uvivu, tunakata kila roho za kuahirisha mambo, tunakata kila